Na mpenzi wa jina mfuatiaji wa Ropai Online TV karibu kwenye kipindi cha Mastory Mob. Mastory Mob. Tuko live hapa kutokea Ropai, eh, Online TV <laughs> yeah. Eh, lakini moto ni mkali. Moto ni mkali. Yeah. Lakini leo bwana eh, kwenye Mastory Mob pia tuko eh, <laughs> <laughs> <laughs> unasema story ya, ya leo imekaa. Ah na mgeni wetu mimi nilikuwa naonaje kwamba kuna kwa issue moja ambayo nilikuwa napitia pite, kwenye ni mtandao, yes. nikakuta kwamba bwana inakuwaje mwanamke anapata kila kitu kwa bwanawake n yani anapata kila kitu, lakini aachi kuvuka ukuta hata, yani hata, yani kuna gate ngapi, anapiwa kila kitu anachokitaka, magari, chakula kizuri, familia inaishi vizuri, lakini inakuwaje anamtiti mume wake, kinachosababishaana hmm. kamzozo k kwanza, kumbuka kwamba mwanamke anapomfata mwanaume hmm. afati vile vitu ambavyo umevitaja hapo anafata yani, msingi wa mahusiano si gari, sio nini, sio nini. Kwahiyo msingi wa mahusiano ni kwamba mwanamke ana, anaacha kila kitu nyumbani kwao, mm. anakuja kwako kutafuta nini hicho? E, ndio cha kwanza tukao kujua. uh -huh. Mimi nachoona labda kama vile namna fulani, yani wewe unakuwa labda hauko sawasawa, saw, kwenye masuala saw zima la hauko eh, romantic. Wanasemaga wanawake hauko romantic, kuna mambo. Kwahiyo watu haina maana mwanamke anatoka ndani ya nyumba anaenda kutoka anyway si na mwanaume mwingine akiwa anatafuta ni kama piece of mind. Sasa kwanza kwanza anataka kupata furaha na nafsi, unajua mm. Kuna mda mwingine mwanaume unaweza sana, lakini mwanamke akawa enjoy kwa nawe sawa, labda na kuna vitu vingi sana, labda kwa mfano labda wewe mwanangu upendi kuswaki mdomo sawa, mwanamke akija harufu tu inamkata mudi alafu ka story Hivi una imani kwamba mwanamke akitaka kuchiti sawa, ni hmm, kwamba ni kwa sababu amekosa furaha ya nafsi? Kwa sababu mimi nafikiri na, nategemea kwamba nione kwamba mwanamke basi kama anaona amekosa furaha nafsi, mimi sija, nakuambia si ndio? Yes, yeah. Sasa mfano sasa, sasa sasa hivi naongelea sasa, aidha ni mchumba wako au nani ume, kabla hujamuoa unamwona kabisa huyu ni mtu ambaye anifaa, alafu yeye anaona kabisa kweli ni mtu anaifaa, kwanini asiseme mapema kwamba nitakosa furaha nafsi? Alafu anakuja kutoka hatari mmeshawana. Ah, naona labda, nahisi ni, ni tamaa. Naweza nikasema tamaa ambazo labda mtu anakuwa anapokiona kitu leo nakiona kizuri, unaona akishakaa atakiona tu cha kawaida. Na kawaida mwenye tamaa ataendelea kutamani hivyo hivyo No, nadhani na kwa upande wangu mimi ni kitu kama hicho ya. Hivi tamaa ni tabia? Eh, of course tamaa ni tabia, sababu anachosema Castle ndio kali sawa kwa so sababu yani unakuta mwanamke aliziki sio? anakuta aliziki na kila ambacho alichonacho Yeah. Yeah, na, na, na, na siku zote najua ukiona mtu aliziki basi alipenda kwa kutumia macho. Eh. Yeah. Yeye alipenda kutumia. Unajua macho yanavyoangalia kitu yanakinai kama hivyo. Sahihi kabisa. Yeah, na na kawaida binadamu ana tabia Penda, yani kuangalia kupata vit, yani vitu vipya, vitu vipya, vitu yani ni macho hapo ni macho yeah, machooni yeah, macho anapenda vitu vipya kila sasa. Sasa hapo sawa macho sa, macho <laughs> <him>? E, kwa hiyo tuna kwenye maaaata macho kwenye uongozi wanaongoza. Mimi nimesema nimesema, ah sisi ni watafutaji, watafutaji, Ropai, sisi ni watafutaji, lakini wanaume ndio wanaongoza sisi ah wanaume wanaongoza ndio, lakini kama ukijua kwamba sisi ndio mm. ambao tunatafuta, yaani sisi hapa kama ukijua mm. tunatafuta nguzo ya familia, maana yake sisi hatutetereki ya mm. tunaweza tukachiti, lakini familia ikosi ugali mtoto, yaani majukumu yote unao wewe, lakini ukija kwa mwanamke ukisema sawa na ugali, mwanamke unakuwa tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Mwanamke ana uwezo wa kumwacha mtoto ndani na akachiti na mwacha mtoto ndani, tofauti na mwanaume. Mwanaume sanaacha mke pia ndani, anaacha mtoto enda, anachiti. Mimi naongelea yaani, yani akiwa pasono, yaani yeye na mtoto, anaweza kumwacha mtoto ndani akatoka, akafuata mwanaume. Pia ukimwacha na mtoto, anaweza hmm, akatoka, hmm, akamwacha ndani, hmm, mtoto hmm, sawa, so, na akaenda akachiti. Umesemea mwanamke sababu pia mwanamke anakuwa mara nyingi yuko na watoto pale kwa familia. Yani, hiyo nimechukulia tu, na sasa sio hivyo tu, sawa eh? Yeah. Ukija kupiga hesabu pia kwenye swala hilo hilo la mwanamke sawa eh? Yeah. Mwanamke ni mtu ambaye eh... kiwalisia pia kwenye bila msema ni dhaifu, lakini sio kwamba ni dhaifu. sio dhaifu, mwanamke ni jasiri. eh? Yeah. Kwa sababu kitendo cha kuruka ukuta ni jasiri, maana yake ana udhubutu Uh, kwanza hapo turudi hapo nyuma uliposema kwamba ni tamaa, labda kwa sisi wanaume ni tungerudi labda niseme kuna turudi, au ukisema ni tamaa tunarudi kwenye asili kabisa, sasa asili ya mwanaume. yeah. lakini unajua tumeumbwa tofauti, si tuko tofauti sana mm. yeah. Kwa wanasema mwanamke yeye anapenda kwa hisia, si ndio? Ah, mwanaume anapenda kwa kuona, anakuwa kwa kuona anakuwa nini? hey, hisia ndio natopautiana yeah, mwanamke hisia zake zipo kwenye kuguswa, kwa hiyo mimi mwanaume kwenye kuona. Kwa hiyo mimi sioni kama kwa tusi wanaume ni tamaa au nini, hmm. Bali ni kitu ambacho tayari, yani eh tumeumbwa hivyo, yes kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa hiyo maana yake, ina maana mwanamke mwanamke anapochiti kakusudia, mwanaume akichiti bahati mbaya. Eh, mwanaume eh. E, si ma... eh. <laughs> <laughs> si si ni bahati mbaya, sababu yeye isianzakepo kwenye kuona ana ulemavu. Kwa hiyo wanaume wamani sisi ni <laughs> <laughs> <laughs> wanaume <laughs> ah, ah, so bwana <laughs> <laughs> e ni mlemavu, kwa hiyo Castory ni si mlemavu yani wanaume <coughs> wote. Kwa sababu gani? sisi kwenye kuona kwani anarusu vipi kuguswa? Ndo hapo sasa, mwanamke umemwoa ndani, anakuja kuguswa, anakuja, je anaruka ukuta? Tunakuja hapo ambapo yuko kwa baba yake. Yaani mimi ninachokiangalia ni kwamba mwanamke anawezaje kuchiti? Unajua mwanaume kuchiti ni, ni yani sio kosa mm, ila kwa mwanamke ni kosa yeah. Vi, mke, sawa. Kwa sababu iko hivi, mwanamke sawa, aliumbwa kwa ajili ya mwanaume, lakini mwanamume akuumbwa kwa ajili ya mwanamke. Wewe ndio sawa, komenti yako ni kitu ambacho kinahusika sana kwenye staili hii <coughs> tunataka tusome komenti zako, kwamba wewe mtazamo wako ni upi, ambapo mada ameizungumza pale Mivani mwanzoni lakini yes. vile vile tuko na bwana Castory. Yes, eh, hip hop boy king king king tu madini <laughs> madiniara kwake bwana Ramsey ambaye amewezesha sound na kaa fresh kama ambavyo unavyosikiliza lakini vile vile bwana Adat tunamshukuru sana, akiwa nyuma ya kamera akitufanyia mambo kidogo, anaonekana mambo, anakuwa poa kabisa, lakini <laughs> <On> tunashukuru sana <start. laughs> udhamini mkuu ambaye ni n ambayo ni waandaaji wa yeah. Vyakula mbalimbali ukifika pale akade wana kibwa kale, unapata ka, ka, ka, ka eee, <laughs> ambako kama ni kuku jamani, unapata pale kama shikaki, una ka sausage, unapata ndizi mbili yeah. Nini, nini, yani lisani linakuja likubwa, wanaita kwa ini lakini tunaita lisinia Ukitaka lisinia bwana, nenda pale ki Kibwa, ukapata pale na wa. Lakini vile vile tunawashukuru sana eh, High Life ambao ametuwezesha yeah. yeah. kuwa hapa kwenye yes. mm. Ropai Online TV. Yes sir. Tuko live. Bila chenga, eh? Ma sema, bila mada, mada, mada, jamani mbona kama vile kijio leo tumelala mastori mgu wakati mastori mogu na sasa, yaani padulete kahawa hapa, hapa hapa mpaka ulete kahawa sasa hadi ipigwe simu maana yake Ah, twende kuangazia Afrika kwa ujumla. Asili yetu. Afrika, mtu mweusi. Yes. asili ya mtu mweusi, hapo e, nazungumzia Mkushi kutoka labda mababu zetu walikuwa wazia paka sasa hivi unaweza mm, e, nikakuuliza kaka yangu, labda kuna kipi, labda unaweza ukawazungumzia juu ya hilo? Uh, kwanza kabisa toka, toka, toka, toka babu zetu paka kufikia saa hizi. Yes. babu zetu aliingia kwenye utumwa ambao, yes, ule utumwa e, walivyofungwa ule utumwa mpaka leo hawajawai kufunguliwa, na mpaka sisi bado hatujawai kufunguliwa na ndio maana siku zote ukitafuta asili ya mtu mweusi, yes, kidogo itakupa shida sana. No. Sababu mtu mweusi ashapoteza ah. Asili yake muda mrefu sana. Kwa hiyo hata asili tunayoishi sisi sio asili yetu bado. Bado tuko utumwani. Kama kama unaitwa Castor ile jina litakuwa ni jiti labda mnyukwa. Eh. Ukisema unaruhusu eh, mada hiyo ni wanda mpana sana. Yes sir. Eh, ni wanda mpana kwa hiyo ndio. Sasa sio mbaya hata kama ni wanda mpana tunaweza tukamega hata robo. Mm. At least pengine anaweza katusaidia. Mm. Eh. Ah, ah. Kwanza mimi unajua alivyoanza mada <laughs> nikasema asili ya Afrika. Eh, asili. Nikaanza kusema hivi, mtu mweusi. Kwanza nikataka kujua kwanza mtu mweusi ametokea wapi? n kwa nini mtu mweusi kwanza? Yani black people. E, black yeah. People. People. Eh. Na duniani kote mabara yote yani, bara la Afrika tu ndo anapatikana mtu mweusi. Sasa tujue tu. Sasa asili. Yani asili. Au ukisema ukisema ukisema sisi ni yani, tofauti. Na wazungu pia ni tofauti. E, wane wane na watu, pia na watu, sasa watofauti, lakini wana rangi hii moja weusi. Lakini sisi, sisi mweusi ni moja tu duniani kote, zunguka mabara yote. Hata kama utamkuta huko, lazima ujue kwanza kuna mabara mangapi, alafu weupe, kwa sababu pia India, a ukijua kuna weusi Wapo, e weusi e e kabisa, oh movie, eh? Ha, ha, wali. Wali. E na aangeli mebwana, mfuatilaji wa Ropai Online TV, endelea kukomenti hapo chini. Moto ni mkali yes, pia kulike na kushare na kukomenti yes.

Sasa mimi uh, nilikuwa nataka nijue asili ya Mwafrika. Yaani kwamba ni kushonagele, tunasema asili ya mwanadamu wa kwanza ni kwamba alikuwa nani na nini, wengine akasema alizaliwa eh uh, lakini hey, tusifike huko. Sasa nataka nijue asili ya ya yeah, mtu mweusi. Maana yake kama ni mzungu alishuka tu mweupe, kama ni Mwafrika alishuka tu mweusi. Adamu mwenyewe alikuwa mweusi na na asili ya mtu mweusi, Adamu alikuwa mweusi, labda tuulize asili ya wazungu. Ukizungumzia Adamu alikuwa mweusi, Yesu alikuwa mweusi, sasa iko hivi. Ya. Yeah, yeah. Ameonekana mzungu kwa sababu unajua kwa nini mm hata -hmm. Wewe hapa nikikwambia uchore picha ya mtu lazima utamchora Mwafrika um huwezi ukachora mzungu Hata hatkt hivi kwamba unasema kwamba ukisimuliwa kama ukisimuliwa, kwa sawa <mulia> mtu bwana, unamfahamu labda, imevani akakusulia mtu kitu cha ajabu, umeona? Kwa mfano hata shetani sawa. Watu wanaingia sana kwenye nani wa shetani, kwa sababu shetani wanamchora kama vile kiumbe kijabu kina mapembe. watu watu weusi watu weusi ndio wakushi kwenye Biblia, hamna kitu inaitwa Afrika hmm. Afrika ni kitu kama vile ni kitu ni mende mweusi kaa, ni mende, yaani ni bahara kama vile, nibahala, mendi, sisi ni bahara la mende. Hapana, yaani sisi ni bara la Kushi. Sisi ni wakushi mm. Eh, watu wakushi. Kwa hiyo wakushi, ukizungumzia mtu mkushi, ni mtu mweusi ambapo hata yule aliokuja Yesu sawa. Yesu, ukienda kwenye mada za Yesu, Yesu akuja kwa ajili ya wakushi sawa. Watu wakushi walikuwa umestarabika na ustarabu wao. Yesu alikuja kwa sababu ya wale watu waliopotea, na wale waliopotea ni wa <laughs> Ndio wao sasa <unawalizumizia> <laughs> <al>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sawa, mina, swali. Uh, kama labda walituletea dini ili tukombolewe, si ndio wanavyosema wao? uh, mbona hapo mwanzo labda kabla ya kuletwa kwa dini najua ulitokea utumwa manake walituletea dini tayari tukiwa tushapelekwa utumwani pia hey. Kwa, kwa nini labda ilikuja dini baada ya kuwa stati tushaingia utumwani. Tunakombolewaje? <laughs> na wao ambao wametuingiza utumwani. Ah, yaani dini starabu ustarabu wake yeah. ni ni ustarabu. Like ustarabu, like. ustarabu, ustarabu wa Kiislamu upo, starabu wa Kikristo ki upo. Sababu ukijiuliza Yesu alikuwa dini gani? sababu kama Kristo ndo Yesu, sawa. Yesu alikuwa dini gani? ukifama mimi ni Kristo, maana Yesu. Yesu kwa, kwa, kwa, kwa kwa eh. lakini pia ni ni, ni Emmanuel eh? Eh, Emmanuel Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo yeah. Ndio yeah. Maana ukija kupiga hesabu yaani dini zote mm -hmm. zina, zina, zina, zina budi kitu hicho? Yaani yaani, ah. Ule ni zinabudi mmoja. Sema lakini pia dini ujue, mm -hmm. Tunasema ili dini yaani dini zilikuja Afrika mm -hmm. E, kama n Mastory alivyosema kwamba dini zi, zimekuja Afrika baada baadausha po ndani ya nini ya makoloni. Lakini ukija kupiga hesabu ni kwamba wale waliokuja, tukisema makoloni, sio wazungu wote walikuja, kila mmoja anakuja kwa jambo lake, yani maana wale waliokuja kwa wengine, wale wa misionari, wale walioleta dini, wale wale walikuja ya, kwa ajili ya kutujenga kiimani, angalikopo utumwani, sindio kiimani so kutujenga kujenga, mimi so naweza kubaliana <laughs> na tuua hey, kiimani kwa sababu hey, unasemaji? unatuletea mkombozi hey? Kwani mbona tulikuwa tunaishi fresh kabla yako hey? Hey, kwamba tulikuwa labda sehemu gani umetuletea mkombozi? Jamaa alikuwa anatutawala Yes, na alijua sasa mwisho wa siku utawala utashindikanika. Sasa kabla utashindikanika utawala, tuleta kitu kingine cha kutawala, dini na tutawala. Sawa? Kwa this time waliokuletea utumwa wewe, Mwarabu alikuletea wewe, alikuingiza utumwani. Sasa hizi anataka kupeleka kwa Mungu huyo huyo. Ah, sema kuletea dini na kupeleka kwa Mungu? Eh, nilikwambia ukweli. Mwarabu angekuwa anajua kweli dini natufisha kwa Mungu asingekuletea. Sababu kwanza huyo jamaa ni binafsi, asingependa tuende naye kwa Mungu, yani si tukale naye. Wewe

Yes. <laughs> Chuma, uh, ni, fresh. Ni swali la mwisho jamani, naomba yeah, niwache na swali uh, kama labda wanasema labda kutembea na ungo uh, kutembea kwetu sisi yani kutembea juu na ungo mm -hmm. Kiafrika ile ye, asili yetu ya Kiafrika wanasema labda ni kuanga mbona. mm -hmm. Mwokozi Yesu Kristo alitembea juu ya maji bila kuzama Mkuanga, na, ni kuanga na eh, mbona wanasema kutembea juu na ungo pia ni kuanga? yes, kutembea juu na ndege mawinguni afu, yes, eh, eh. <laughs> kutembea juu na ndege ni kusafiri eh, na kuje ni kuanga kisomi? Au la, komenti yako kitu ambacho kinahusika hapo, bwana. Yes, Castori Yes. Yes. Yeao kwenye maswali mobu, bwana, wiki ijayo tutakuja hapa, tutakuwa pamoja na wewe kwenye komenti, kwamba ni kipi ambacho tuji nacho kwenye maswali mobu wiki. Pia wiki ijayo, shea na mwenzako, sio mchoyo, sio mchoyo. Moto ni mkali. Chau, chau, chau. Tukora right.